Mtume Paulo atatumia muda mwingi zaidi Korintho na Efeso kuliko sehemu nyingine yoyote. Hizi zilikuwa miji miwili mikubwa zaidi katika himaya, na inaonekana mtume alielewa umuhimu wa kufikia miji mikubwa na injili ndani ya himaya ya Kirumi. Sasa, Matendo kumi na tisa inaanza na safari ya tatu ya kimisheni ya Paulo na kurejea kwake katika mji wa Efeso. Paulo lazima alihisi kuna kitu hakijakamilika miongoni mwa waumini hawa wapya hii kanisa changa. Anauliza hapa, baada ya kufika, katika mstari wa pili, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Jibu lao ni hapana. Hata hatujasikia kama kuna Roho Mtakatifu. Basi Paulo anawauliza hapa katika mstari wa tatu, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Nao wakajibu kwa ubatizo wa Yohana. Paulo anajibu hapa katika mstari wa nne, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yule atakayekuja baada yake, yaani Yesu. Sasa kumbuka, wapendwa, kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa nabii wa mwisho wa Agano la Kale. Aliwabatiza watu waliotubu na kufuata mafundisho yake, wakisubiri kuja kwa Masiha. Na kama vile Apolo alivyokuja Efeso mara ya kwanza, hawa watu hapa takriban kumi na wawili kama tunavyojuzwa na mstari wa saba wanafuata mafundisho ya Yohana Mbatizaji na hawajui chochote kuhusu kuja kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Hawajui chochote kuhusu kanisa ambalo limeanzishwa katika miezi ya hivi karibuni. Hata hawajui kuhusu kazi iliyokamilika ya Kristo msalabani. Hakuna huduma za habari mtandaoni, wapendwa. Hakuna simu za mkononi. Ilikuwa kama ilivyokuwa siku za mwanzo huko Amerika Kaskazini, ambapo habari zilikuwa zinasafiri polepole pole sana. Watu wa pwani ya magharibi hawakujua hata kama Abraham Lincoln alikuwa amechaguliwa kuwa rais hadi wiki tatu baadaye. Sasa Paulo anawaleta hadi kwenye habari za sasa. Kwa maneno mengine, anawaingiza kwenye kipindi cha kanisa na mstari wa tano unasema, waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Walimweka imani yao kwa Yesu kama bwana na mwokozi wao, kisha wakajitambulisha na kifo chake, maziko na ufufuo wake kupitia kuzamishwa kwenye maji, ambacho ndicho maana ya neno la Kigiriki baptizo au kubatiza. Sasa baada ya hayo Paulo akaweka mikono yake juu yao na watu hawa wakaanza kunena kwa lugha na kutoa unabii. Sasa usielewe hili vibaya kama wengi wanavyofanya. Huu si mtindo unaoendelea leo. Hiki ni kipindi cha mpito na kitabu cha Matendo ya Mitume kinaeleza kile kinachotokea wakati Agano Jipya bado linaandikwa. Haijakamilika. Nyaraka za Agano Jipya zitaweka wazi kwamba wakati wa wokovu, wakati huo, kila mwamini anabatizwa na Roho Mtakatifu katika mwili wa Kristo na na Roho Mtakatifu huchukua makazi ya kudumu ndani ya mwamini. Mwili wako unakuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Hii kuchelewa hapa katika Matendo kumi na tisa, pamoja na zile karama za miujiza inatuonyesha kwamba waumini hawa wote ni sehemu sawa ya kanisa. Kwa ubatizo huu wa Roho Mtakatifu uliocheleweshwa wanapitia kile kile ambacho waumini wayahudi walipitia kule Matendo mbili, na kile wasamaria walipitia katika Matendo nane, kisha kile watu wa mataifa walipitia katika Matendo kumi. Sasa kundi hili tunaweza kuwaita watakatifu wa agano la kale, wale ambao Yohana Mbatizaji aliwaandaa kwa ajili ya kuja kwa Kristo. Sasa wanaamini binafsi kwa Yesu na sasa wanapokea Roho Mtakatifu kwa usawa. Kila mtu aliyeokolewa katika kitabu cha Matendo hakuzungumza kwa lugha au kutoa unabii, lakini makundi haya ya watu walifanya hivyo, na hilo lilionyesha ulimwengu kwamba makundi haya maalum ya watu wote ni sehemu sawa ya uumbaji huu mpya, yaani kanisa la agano jipya. Wakati kufundisha ndiyo huduma kuu ya Paulo huko Efeso, tunaambiwa hapa katika mstari wa kumi na moja kwamba Mungu alikuwa akifanya miujiza ya ajabu kupitia mikono ya Paulo. Sasa miujiza hii ilijumuisha uponyaji na kutoa pepo, na tena kama tulivyojadili awali, miujiza hii ilikusudiwa kuthibitisha mitume wa Mungu katika miaka hii ya mwanzo walipokuwa wakiweka msingi wa kanisa. Wapendwa, sisi hatuweki msingi leo hii. Sasa kwetu sisi ni miaka elfu mbili baadaye. Ah, ni Mungu tu anayejua, lakini huenda sisi tunamalizia kuweka vigae vya mwisho kwenye paa kabla kanisa halijakamilika. Sasa baadhi ya watu huko Efeso wamevutiwa na uwezo wa Paulo wa kutoa pepo kwa jina la Yesu, hivyo nao watajaribu kufanya hivyo wenyewe tunaambiwa hapa katika mstari wa kumi na tatu baadhi ya Wayahudi waliokuwa wakizunguka wakitoa pepo walijaribu kulitaja jina la Bwana Yesu juu ya wale waliokuwa na pepo wachafu wakisema, na waamuru kwa jina la Yesu ambaye Paulo anahubiri. Basi walipojaribu kufanya hivyo, hapa katika mstari wa kumi na tano yule pepo akajibu, Yesu namjua na Paulo namtambua, lakini ninyi ni akina nani? Yule mtu aliyekuwa na pepo akawashinda wale watu waliokuwa wakitoa pepo na badala ya wao kumtoa pepo, pepo ndiye aliyewatoa wao. Sasa Mungu anatumia tukio hili kuleta matokeo ya kushangaza. Mistari ya kumi na saba hadi ishirini inatuambia kwamba hofu takatifu iliwashukia watu wote. Jina la Yesu linatukuzwa. Waumini wapya wanakiri dhambi zao. Vitabu vya uchawi na ushirikina vyote vinaletwa hadharani na wanavichoma moto hadharani, na athari ya jumuiya wa ya Wakristo katika mji ule inaongezeka sasa. Sehemu iliyobaki ya sura ya kumi na tisa inaelezea ghasia zilizotokea Efeso na yote yanaanza na fundi wa fedha aitwaye Demetrius ambaye aliogopa kwamba atafilisika wakati watu wote wanaanza kumfuata Yesu na kuacha kununua sanamu zake ndogo za fedha za Artemis, mungu mlinzi wa Efeso. Artemis aliabudiwa kama mungu wa dunia na asili alikuwa mfano wa awali wa kile ambacho watu bado wanaabudu leo na mara nyingi wanamwita mama asili. Hekalu la Artemis huko Efeso lilikuwa mojawapo ya maajabu saba ya dunia ya kale, na ndani yake kulikuwa na sanamu ya Artemis yenye urefu wa futi 20 ambayo inasemekana ilianguka kutoka mbinguni. Wafundi wa fedha kama Demetrius walikuwa na biashara inayostawi sana. Walikuwa wanauza bidhaa zinazohusiana na Artemis. Uliweza kupata nakala ndogo za fedha za sanamu yake. Sasa kama hili lingekuwa linatokea leo, ungeweza kununua fulana na vikombe vya kahawa vyenye picha yake. Yeye ndiye chapa ya Efeso na Ukristo unaharibu chapa hiyo. Kwa hiyo Demetrius anachukizwa na jambo hilo na anachochea jiji zima liingie kwenye vurugu. Mstari wa 29 unaelezea, jiji lilijawa na mkanganyiko, nao wakakimbilia pamoja kwenye ukumbi wa michezo, wakimvuta Gayo na Aristarko wa Makedonia, waliokuwa wasafiri wenzake Paulo kwa njia, mabaki ya ukumbi huu wa michezo uliokuwa na viti 25,000 bado yanaonekana Efeso hadi leo. Basi umati unajazana kwenye ukumbi huu wa michezo, na mstari wa 34 unatueleza kwamba wanaanza kupiga kelele na wanapiga kelele kwa saa mbili, Artemisi wa Waefeso ni mkuu. Unajiuliza, je, watu wanaweza kupiga kelele hivyo kwa saa mbili? Basi nenda kwenye tukio la michezo ambapo watu wanashangilia kwa saa mbili. Sasa karani wa mji hatimaye anawatuliza watu, anawakumbusha kwamba ghasia zinaweza kuleta madhara makubwa kutoka Roma, hivyo wanahitaji kutulia na na, hapa kwenye mstari wa 37, anawakumbusha kwamba Wakristo hawakumtukana mungu wao hawakumshambulia Artemisi. Hilo ni jambo jema kwetu kujua, wapendwa. Ah, Wakristo hawakuwa wanapiga kelele mbele ya mafundi wa fedha. Walikuwa tu wanashirikisha kila mtu injili ya Kristo na waumini wapya walianza kuishi tofauti. Basi kwa bahati nzuri, ghasia zinaisha. Watu kweli wanatulia. Unajua, nasikia watu wengi siku hizi wapendwa wakiongea kuhusu jinsi tunavyopaswa kubadilisha utamaduni wetu. Hatujawahi kuamriwa tubadilishe utamaduni wetu. Tumeamriwa kufanya watu kuwa wanafunzi. Kwa hakika, tunasikitika juu ya uovu tunaoona katika utamaduni wetu, lakini tunapaswa kukumbuka, hatukuamriwa kuwafanya watu wabaya kuwa wema, bali kuwapelekea watu injili. Hatusafishi utamaduni wetu. Tunawaokoa watu kutoka humo. Na kanisa linahitaji kuchukua mfano kutoka kwa kanisa hapa Efeso. Walibadilisha utamaduni wao si kwa kupiga kelele zaidi, mkubwa ni Mungu wa Ibrahimu. Hapana, walibadilisha dunia yao kwa kumruhusu Mungu wa Ibrahimu awabadilishe wao. Unajua, kama wewe ni mwanafunzi wa historia ya kanisa umesikia labda kuhusu uamsho mkuu wa Wales mwanzoni mwa miaka ya elfu moja na mia tisa ambao uliwaleta takriban watu elfu mia moja kwenye imani katika Kristo katika miaka michache tu, athari ya kijamii ilikuwa ya kushangaza. Uhalifu karibu kutoweka, majaji hawakuwa na kesi za kusikiliza na jela zilikuwa tupu. Vema, uamsho huo uliingia Amerika Kaskazini kwa muda mfupi na maelfu ya watu huko Marekani waliokolewa. Kwa kweli, makala moja katika gazeti la Denver Post la tarehe 20 Januari 1905 iliripoti kwamba biashara zilikuwa zimetupu na mambo yote ya kidunia yalisahaulika kwa saa mbili kila mchana. Makala hiyo iliandika kwamba, wakienda na kurudi kutoka kwenye mikutano hii ya maombi, maelfu ya wanaume na wanawake walikuwa wakionyesha roho iliyowajaza hapa unaona jiji zima katikati ya siku yenye shughuli nyingi likiinama, makala ilisema, mbele ya kiti cha enzi cha mbinguni na kuomba baraka kutoka kwa mfalme wa ulimwengu. Mpendwa, ni kwa maisha yaliyobadilika ndipo ulimwengu unabadilishwa kwa utukufu wa Mungu. Hebu tukumbuke hilo na tuishi kwa ajili yake hivyo leo.